Hatua hiyo imesababisha mkuu wa wilaya ya Kilindi Sauda Mtondoo kuwaagiza watendaji kuwatafuta wanafunzi hao na kuwapeleka shule kisha wazazi wao wachukuliwe hatua kali za kisheria, kufuatia utafiti wa shirika lisilo la kiserikali la World Vision Tanzania, ambalo limeingia ubia na serikali ya Japani kwa lengo la kukuza elimu katika mkoa wa Tanga, kufanya utafiti katika vijiji vya Mafisa, ambapo alibaini watoto 120 hawaendi shule, Kiberashi watoto 72 na kwa Maligwa watoto 30. Na wale ambao hawapo shuleni sasa, tunawaagiza viongozi wa ngazi ya kata, vijiji kufanya ufuatiliaji na watakapokuta watoto ambao wanatakiwa kuandikishwa darasa la kwanza au elimu ya awali wako nazulula, hawayapo shuleni, basi wazazi wachukuliwe hatua wa kali za kisheria dhidi yao. Lakini pia kwa wanafunzi ambao wamechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, nao pia mpaka sasa tumefikia asilimia akichanganwa takwimu za utafiti uliofanywa na wadau wa elimu mbele ya mkuu wa wilaya ya Kilindi, mratibu wa kitengo cha mahusiano ya dini na amani wa shirika la n Tanzania, Ajabu Mtweve, amesema wanafunzi yao ambao wanalipiwa kila mmoja kwa mwaka dola 195 kwa ajili ya afya, karo za elimu ya juu na miundo mbinu ya elimu walipaswa wawe shule, na badala yake baadhi yao hadi sasa hawajaandikishwa kwanza elimu ya msingi. Mafisa watoto wafadhiliwa 120 hawahudhuri shule. Mafisa pekee yake kibirashi watoto sabina mbili kwa mligu watoto 30. Hao watoto wote jumla ni 230 ambapo tunakosa wale wafadhili kwa, kwa sababu hauwezi kutuma hela hela ambazo kwa mwaka atakuwa watume kwa ajili ya maendeleo ya watoto ni milioni 95, milioni 95 ndio ambazo zinatakiwa zitumwe kwa utoto kutoka shule kutokwenda shule, hizo hela hazitumwi. Kufuatia hatua hiyo, mwenyekiti wa baraza la amani ambaye ni shehe mkuu wa mkoa wa Tanga Alhaji Ali Luwuchu amewapa wiki mbili viongozi wa dini ya Kikristo na Kiislamu kuunda kamati ndogo katika nyumba zao za ibada kupita kila nyumba kwa waumini wao kuhakikisha kuwa wanafunzi hao wanaanza shule mara moja. Naagiza kwa wiki mbili hizi, naagiza viongozi wa dini ya Kiislamu na nyinyi viongozi ambao ni wa dini ya Kikristo kwa pamoja baada ya wiki mbili nitarudi kule kuona, je, agizo hili limetekelezwa? Kutoka hapa wilayani Kilindi, mkoa wa Tanga, ni William Mgazija, ITV.